kubadilisha uwanja kutoka Mkapa kwenda e, Amani hmm. O, sisi kama klabu tumeandika hoja zetu, tumewajibu Kafu. Sasa tunasubiria watasema nini, na kwa jinsi ambavyo uh, mmeshaandika me na presha ambayo mnapeleka mna, mna pengine mnaamini itafanikiwa, sisi tunaamini itafanikiwa kwa sababu hata, hata jana tumepata ripoti ya wanasema consultant, sio kwa Kiswahili tunasemaje, eh huyu, eh, mm, eh, ni consultant ambaye anatambulika na FIFA kuhusu miundo mbinu ya viwanja Mwingereza mm, huyo uh, uh, kampuni yake ilikuja hapa kuangalia yeah, ili kutoa fair judgment kama kama kapa unaweza ukachezwa mechi mm. Ripoti ya jana ya mwisho ambayo yameitoa jana ni kwamba uwanja unaweza kuhimili kucheza mechi, pamoja na mapungufu yaliyokuwepo kwenye mambo ya drainage, lakini unakidhi uwezo wa kucheza mechi katika viwango vya kimataifa. Kwa hiyo, na hiyo ripoti nayo pia tumewatumia CAF, na sisi tuitegemea CAF wangebezi kwenye ripoti ya huyo mtaalamu ambayo walimwindozi kufanya inspection ya Mkapa kufikia maamuzi. Sasa sijui hiyo ripoti nyingine wameitoa wapi? mm. Eh, sijui hiyo ripoti nyingine wameitoa wapi? Ripoti ya mwisho ya jana ndio inazungumza hivyo mm -hmm. Eh, tutegemea baada ya kupata vyote hivi. Na pia sio waliokuwa wanaogopa ni mvua, tumepeleka pia taarifa taarifa ya utabiri wa hali ya hewa kwa hizo siku tarehe ishirini na nne na tano itakuwa hamna mvua Dar es Salaam. Kwa hiyo tunategemea pamoja na hayo yote, tunategemea e, halafu watasikiliza, watarudisha na Dar es Salaam kama hawana ajenda, sababu unaweza mtu ukakuta walikuwa na ajenda nyingine. Hayo mengine wanatumia kama vigezo, lakini ajenda yao ni kwamba mpira usicheze kwa Mkapa. Sasa kama ndio hivyo basi watang'ang'ania ku, ku, ku, kuondoa mpira kwa Mkapa, lakini sio kwa sababu hizo walizozitaja, Kaka Magori. Kwa, kwa jinsi ambavyo hali ilivyo mpaka hivi sasa, kumekuwa kuna uhakika kwamba huu mchezo inawezekana ukachezewa Benjamin Mkapa. Kwa nini mpaka hivi sasa Simba Sports Club wanaendelea kuuza tiketi? Kwa nini wasingesubiri kwanza majibu yaje alafu baada ya hapo waendelee kuuza tiketi? Sasa watu tayari wameshauza, niangalia uh paka hiyo jana eh, website ya Kafu, taarifa zote za Kafu ilikuwa ni kwamba mpira uko kwa Mkapa, na hatukuwa na sababu yoyote ya kutouza. Sasa tukisimamisha kuuza tiketi alafu itarudi kwa Mkapa, tatizo This is ni sisi, tunaamini bado ile ilikuwa ni barua recommendation, kwamba walishauri kwamba mpira uhame uende amani, okay. kwa hiyo hatuwezi maamuzi kwa barua ambayo ilikuwa inasema wana strongly recommend bila wende, Amani. Na kwa hiyo sisi naamini, baada ya sio maamuzi, baada ya majibu yetu tutapata maamuzi ambayo ni ya watu na kwa watu. Ambao walikuwa hawafahamu kuhusiana na utaratibu wa kuanza kuuzwa kwa tiketi, ni nyinyi klabu mna, mnawasiliana na kafu kwa ajili ya kuanza kuuza tiketi kutokana na kupangiwa uwanja ama mliamua mli tu kuuza tiketi kabla ya kuwasiliana na CAF kwamba ni venue ipi itatumika kwenye fainali ya CAF Confederation Cup Brother, nitakwambia futi zote za CAF wameonyesha mpira wanacheza kwa Mkapa. Mm, sasa unawasiliana na CAF kutafuta nini? Hii ni tikawasiliana na CAF kutafuta kwamba tuanze kuuza tiketi. Okay. Yana ndio wamekuja na mapendekezo, watu mimi mapendekezo kwamba wana kubadilisha uwanja. Sasa sisi hmm, ni ni ni, ni ni niwatabii tungeweza kwamba kafu wangeweza kuamka kwa na kwamba wanabadilisha uwanja. Kwa hiyo sisi tumeweza kuuza tiketi, kwa sababu makubaliano yalikuwa kwamba ni kwa Mkapa, na hata barua walioleta kuomba mapendekezo ya kubadilisha muda wa mchezo uhame saa kumi uende saa kumi na mbili, sisi tukaijibu tukaipinga. Ilikuwa wanasema mpira huko kwa Mkapa. Okay. Sisi tutasubiri kuweza kuuliza tuuze lini tiketi. Kwa hiyo kumalizia tu, wanasimba wanalipa la krapu, so, so, kwayo, umarizia, tu, anasimba, kuambia na wale ambao wamekuwa na wasiwasi sisi yes, kama yes, viongozi tunafanya kazi yetu kujaribu kuwaelimisha kafu, na kwa kweli tunategemea uh, kama uh, uh, hawana ajenda nyingine saidi ya hiyo walioisema kwenye barua ambayo mtaalamu wao wenyewe mtaalamu wao wenyewe amesema Kapa unachezekau, basi watabadilisha hayo waliokuwa wnaeteke wa. Lakini kama wana agenda nyingine ya pazia hiyo wameiweka kama sababu, subili tuone wata, wata, watamuwake. Sawa, tunakushukuru sana Magori. zaidi kwa vyote, kwa sisi watasema. Lakini sisi kwa vigezo vyote a. Nakushukuru sana Magori, asante sana. Okay, shukrani. Bila shaka uh, mjumbe huyo wa mm, bodi ya wakurugenzi klabu ya, ya Simba Crescentius Magori kuungana na sisi hapa amezungumza mengi na kuna mambo makubwa kuangamua kabla kaa